2027 ili kutumia fursa hiyo kutetea nafasi za vijana serikalini. Wakizungumza baada ya kuandaa kikao eneo hilo, vijana hao wanasema wamekuwa wakipuuzwa na wanasiasa na sasa itakuwa vyema wakijiwakilisha wenyewe ili kutetea maslahi yao. Robert Masai na mengi zaidi ikiwa ni miaka miwili kabla ya kipenga cha uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 kupulizwa, wanasiasa mbalimbali nchini wameonekana kuendelea kupasha misuli moto wakisubiri mchuano. Katika wadi ya Rombo, kaunti ya Kajiado, vijana sasa wanasema wamepuuzwa vya kutosha na safari hii watatumia idadi yao kwa mabadiliko ya uongozi katika eneo hilo. Hatuko hapa kwa sababu ya chama ya UDA, hatuko hapa kwa sababu ya chama ya Munyoro, hatuko hapa kwa sababu ya chama yoyote, lakini tuko hapa leo kwa sababu mara mingi rika, rika la etwati limesaulika kwa muda mrefu. Tumekuwa daraja la watu wengine kuvukia na tumesema leo ya kwamba sisi pia kama rika lazima, Mungu akijalia mwaka wa 2027 tutakuwa kwa debe. Wanasema eneo hilo la Rombo ni tajika sana kwa shughuli za kilimo, lakini imetelekezwa kimaendeleo. Tunataka uongozi mzuri kwa sababu Rombo ward hatuna maendeleo, kusema ukweli. Ndio maana unaona vijana wengi wanataka kutafuta kiti hiki kwa sababu maendeleo ya Rombo ward iko chini sana. Ukiangalia mabarabara za huko ndani hazijafanywa, ukiangalia watoto wengi kwa basari hawajapewa basari. Unakuta basari zinagawanywa kwa kujuana. Sisi tunataka kiongozi ambaye atatoka Heldwari ambaye tutajua atakuwa na sawanisha kila mtu. Vijana pia wanafaa vijana pia wanafaa wakumbukwe, kwa sababu tumeachwa sisi, tundo hatuna atu, nafasi. Wameshikilia kuwa watapuuza vishawishi vyovyote kutoka kwa viongozi wa kisiasa wakisema macho yao yatalenga tu kuingia debeni. Tuko tayari kwa ile meza ambayo inatuhitaji. Meza yeyote ambayo tuhitaji hatuko. Mambo ya handout kama itakuwa sisi utambui. Sisi lengo letu ni katika uongozi tuwe pale kwa meza ya uongozi, na sisi hatujali ya kwamba kuna wale wenye pesa ama kuna wale kuna chochote kile. Sisi ni kwamba tunataka uongozi, mambo ya handout kwa sasa sisi hatujui. Kwenye mkutano huo, pia waliwataka wenzao nchini kujitokeza na kupigania nafasi za uongozi ili sauti za vijana ipate nafasi kwenye meza ya uongozi nchini. Mara nyingi vijana wamekuwa wakielezwa kuwa wao ni viongozi wa kesho, lakini vijana kutoka Rombo wamekaidi msemo huo na kusema kesho hiyo ni sasa, na kama si sasa, ni sasa hivi.